Mimi naamini matarajio ya wanamsimbazi siku zote imekuwa ni kupata matokeo, na sisi slogan yetu ni kwamba kwa Mkapa hatoki mtu, na mimi kama mtendaji mkuu naamini kwamba mashindano yanaendelea. E, focus ilikuwa ni wao kufuzu, wamefuzu, tuwape pongezi na sehemu zote ambazo za kiufundi ya sasa sasa sehemu ya kupata matokeo kama ambavyo uh, mashabiki wetu wametarajia, na bila akapaguwa kazi, malengo yetu yanaendelea kuwa yale, na ndio maana mnaona jitihada zetu kubwa ni kuhakikisha sisi tunapata support kubwa ya mashabiki, na mashabiki wetu siku zote wamekuwa uh, ni kiungo muhimu katika mafanikio ya klabu yetu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba tuunge mkono, na sasa tunapoelekea katika mechi zetu za ligi kuu, tuna mchezo dhidi ya Tabora United uh, TRA, lakini vilevile tuna mechi yetu uh, dhidi ya Azam, kwa naamini wataendelea kutupa unza mipango mi, mi uh, mi inaendelea kawaida. Kuhusu masuala ya kiwango cha kuridhika eh, ni mambo ya kiufundi ambayo mwalimu wetu anaendelea kufanyia kazi. Tunafahamu kwamba ye ameikuta timu tayari ikiwa imeshaanza msimu, tumeshasajili wachezaji uh, na focus yake naamini ipo katika kuimarisha kui kikosi chetu. Ah, ni bahati mbaya kwamba tujapata matokeo tuliyotarajia hapa Mkapa, lakini lengo lilikuwa ni kufuzu na tumefuzu. Asanteni.